Mpaka wamefika makubaliano ya kukabidhiana wafungwa. Nilikuwa naangalia katika taarifa za habari, kuna vijana walichukuliwa na Israeli, wa kijana wa Palestina, miaka ishirini. Amani imetoweka zaidi ya miaka ishirini, familia inajua labda ndugu yao amefariki, lakini baada ya kumwona hawakuamini ametoka anatoka, kijana anakuja kuangalia familia, anauliza anaambia, huyu dada yako, huyu kaka yako, walikuwepo wengine sita, wamekufa. Babu yako, mama yako, wote wameondoka dunia. Kwa nini nimeleta mfano huu? Unataka hii nchi yetu isiingie huko, kwa sababu hivi vitu vikikosekana sisi wote tutakuwa responsible siku ya Kiyama, tutakwenda kumwambia Allah kwa nini amani hatukuiweka mpaka watu wameshindwa kufanya ibada. Kwa sababu amani inapoondoka katika mji, kitongoji au kijiji au taifa, watu hawatoweza wa kumjua Mungu wao aliyewaumba na kuna binadamu wengine wameumba duniani kwa ajili ya kumwabudu Allah yaani hofu yake yeye kupambazuke aongee na Mola wake. Sasa amani ikitoweka katika nchi yetu, maana yake, nyinyi waandishi wa habari, sisi watu wa dini, sijui nani, tutakuwa responsible. Maana yake nini? Tutahusika kujibu. Na amani ni ibada, amani ni ibada Mitume wote wa Mwenyezi Mungu waliokuja wametangaza amani. Musa ametangaza amani, Ibrahimu katangaza amani, Nuhu katangaza amani, Nabii Muhammadi katangaza amani, Isa katangaza amani. Yesu anasema amani yangu na wapa nitwavo mimi si atwavo Baba. Muhammad anasema assalamu alaykum, yaani kila siku kila siku asalamu alaikum, uwe watu wa amani. Kwa hiyo amani ni tunu kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyetupa sisi kupitia mitume wake. Kwa hiyo ukimwona mtu anavunja amani, maana yake amempinga Mola wake. Kwa hiyo baada ya kusikia kwamba hapa kutakuwa na ninyi waandishi wa habari, kwa hiyo amenialika kijana wangu Fildaus kuja kuiongelea amani. Amani ni kitu muhimu sana. Amani kikosekana, hivyo vikamera vyenu hivi saizi hamwezi kushuti, hamwezi mnashuti hivi na nini, mnamshuti IPM ya Mazinge nini, mnapata viewers na nini, mnapata tisa, kwa sababu amani ipo. Bila amani, vijana msikilizeni, bila amani wallahi, tena hatuwezi haiwezi kuwepo amani. Kwa hiyo ni kuombeni nyinyi, waandishi wa habari, ili jambo eh, lipelekeni sana lizungumzieni sana mwenyekiti wa CCM ameongea na yeye ambia, amani iwe kwenu, manake mwe watu wa amani, mwe watu wa salama. Maamkizi yote ya mitume yamtu, maamkizi yote mitume wote duniani, hakuna mtume aliyekuja kamkia mambo sijui vipi sijui nini, wote likuwa shalom, aman assalamu alaikum, shalom maana yake amani iwe kwenu. Kwa hiyo tunataka kukutumeni nyinyi waandishi wa habari hizi eh? haya mawaidha haya, msiatie tena vitu vingine, apelekeni hivi vialivyo. Ukimwona kijana eh? amehamasika kutaka kuvunja amani, mwambie Gaza, ushasikia sikia, umeshasikia? Gaza kuna watoto wamekufa hawajui wazazi wao. Kuna wadada, eh, ameolewa anaolewa leo, hajafanywa lolote na na, na mume wake, unakuja napigwa mzinga, nyumba inaanguka, wote wanakufa, kaoa wa, alafu hajafanya lolote. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu, yani amani kinasababisha wewe ufanye lolote unavyotaka. Maana yake ndoa hajafaidi ya katoa mahari kabla hajafanya lolote eh, kwa ukosefu wa amani amekufa. Amani ni kitu muhimu sana, kama nilivyosema, ndugu yangu mkuu. Kwa hiyo mimi nataka nikuombee. Vile vile mwenyekiti akatangaza kwamba tarehe ishirini kutakuwa na mgeni rasmi mgombea mgombea wa CCM basi, litangazeni ili ili watu waje wengi wasikie sera kutoka kwa bimu mkubwa. Alafu akatangaza vile vile katika wilaya hii ya Mkuranga kwamba kuna mgombea Bwana Abdalla Ulega, mimi ni rafiki yangu, mashaallah. mimi katika mawaziri wote <coughs> mawaziri wote <coughs> nikipiga simu kusalimia tu, asalamu alaykum, akiangalia simu tazimazike walekuasalamush unasemaje namba sisemeki. <laughs> Lakini kuna mawaziri wengine ukipiga simu hapokei, haki ya Mungu apat, apatikana uyu, simu uyu. Kumbea, na jua huyu kapiga simu huyu njaa kumbe a nikutolea na salamu tu, ukimwona mtu anachanganyikana na watu hmm. Eh? Hmm. kwenye mauridi mara hivi haringi na nini. E, mtu kama huyo unamwonaje? Kama vile Yesu na mtume walikuwa wakija- Yesu mtume alikuwa na maswahaba. Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Siku moja kakaa na wanafunzi wake, jamaa mmoja sijui naye kavunja amani, katoa ala, kataka kumkata mwenzee, sikia, akaambia we shika dabu yako, unavunja amani, rudia rudia sikio, rudisha sikio lake nyewe. Wengi hapa ni Wakristo, mnajua Yesu anakupenda amani, akaambia una unamuondoleaje sikio? Rudisha sikio lako, alafu chukua panga lako, weka kwenye ala. nini ile? amani Amani ni kitu muhimu sana. Naombeni waandishi wa habari, ili msitizie sana, wallahi billahi, amani ni kitu muhimu sana. Na mimi nataka nikuombeeni dua na nyinyi mwenyezi si Mungu awajalieni wa haya tunaoyasema haya, myafikishe mimi ninachoogopa mimi ni mimi ni mtu wa dini, mtangazi wa dini. Mimi nitangaza dini yote kwa Wakristo, Waislamu. Naogopa kwa umri wangu nilikuwa nao kazi niliyoifanya, alafu amani inakuja kupotea, na mimi nipo siku kwa Mungu nitamwambia nini? Kwa hiyo na mimi najitoa vile vile, ikifika kiama, Mungu ataniuliza "Je, vipi naambia waliharibu amani?" wa mimi nishawaambia kwa kuwa kule, na video zitakuwepo watu wataona, hii video hii, hivi video mnaoziona hizi, na malaika wanaandika na wa